89 Asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako bora cha habari, na kama bado si mdau, basi unaweza kuwa mdau sasa kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kadhalika kutufuatilia kila itwapo sasa, kila itwapo leo, ili uendelee kusalia kuwa mdau wa Sauti Kuu TV Online na ili uwe mdau rasmi wa Sauti Kuu TV Online hakikisha umesubscribe. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory, tag Kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na eh, kituo cha mafuta cha Puma hapo nyuma tu, wanapatikana wao na wanakukaribisha sana katika ibada zao wana ibada kila Jumatano saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi na maombezi, hata ushauri endapo utahitaji. Lakini kwa siku za Jumapili wana ibada mbili tu. Ibada ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu na ibada ya pili ni saa nne kamili hadi saa sita mchana, ndani ya masaa machache sana, ibada zote mbili zinakuwa tayari zimekwisha kutamatika. Ni kualike uungane nao kupitia pia vio vyombo vya habari kama Sauti Kuu TV Online na vile vile eh, eh, Rev es Munisi Online TV. Kwa hiyo unaweza kushiriki kupitia vyombo hivyo vya habari nyakati hizo zote nilizokutajia, ama unaweza kushiriki kwa kufika moja kwa moja kanisani hapo Kawe Ukomani Mani, nyuma ya kituo cha mafuta cha Puma, ama nyuma ya ukumbi wa CCM. Ulizia tu kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji na mwalimu eh, Dr. Ravland Elingarami Samuel Munisi. Mimi naitwa Dorcas Daniel, pande mitambo ni Freedom Richard. Karibu ni kuangazia magazetini leo, Jumatatu ya leo tulivu kabisa, ikiwa e, hivi sasa ni saa moja dakika ishirini na saba kwa saa za Afrika ya Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili dakika ishirini na saba Kwa kawaida magazetini leo inakujia mubashara e, nyakati hizi e, hasa dakika 30 saa moja yani na nusu saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo niko eh, nyuma ya muda tu kidogo, nimewahi ili kuweza kumaliza kwa wakati. Sasa tuanzie gazeti Rada ufanisi katika uchunguzi. Eh, gazeti hili limeandika Lissu bado ngoma nzito, Lissu bado ngoma nzito. Habari hii imeendelea kutajwa nakala ya gazeti Rada ufanisi katika uchunguzi inataja undani wa habari hii katika e, ukurasa wake wa pili. Habari nyingine inasema huwezi kuondoa upinzani bila kuondoa matatizo ya ndani. Habari hii imepatiwa nafasi wakati huu katika gazeti Rada. Vita vya rindima Konga licha ya mkataba wa Trump. Habari e, mbaya Kongo e, kumradhi, vita vya rindima Kongo licha ya mkataba wa Trump habari hizi utazipata ukurasa wa 14, unaeleza kwa kina. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Mwananchi, habari kubwa inasema serikali yabanwa kuzima internet. TLS, wanaharakati wafungua kesi wakiomba e, wa amri kumi kuhusu madai ya e, ukiukwaji sheria katiba e, E, katiba wataka e, wadaiwa wazuiwe moja kwa moja kuzima internet. Serikali ya banwa kuzima internet, habari ya ukurasa wa tatu, gazeti Mwananchi. Suluhisho la kudumu tatizo la maji, habari ambayo pia imetajwa hapa. Habari nyingine inasema serikali Kigoma ya wahoji wakimbizi 52 kutoka DRC. Rushwa barabarani bado paswa kichwa kilio cha ajira kilivyokuwa mjadala 2025 ni habari ambayo utaipata asubuhi ya leo katika gazeti Mwananchi utakapokamata nakala yako, ama kutembelea katika kurasa za mitandao ya kijamii huko ambako habari hizi pia zinapatikana, achilia mbali gazeti Mwananchi. Gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii limeandika hatari inayoathiri watu wa rika zote Shinikizo la damu la tajwa kuwa hatari inayoathiri watu wa rika zote haya. Muhimbili ya baini janga majeraha ya moto majumbani. Video kushawishi kupewa rushwa na watalii ya mponza askari polisi korti. E, yatoa ruksa raia wa Marekani e, kumwasili mtoto wa Kitanzania kita balozi Bandora Afariki dunia akiacha rekodi usuluhishi Afrika. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Nipashe, mwanga wa jamii asubuhi ya, ya leo. Na ondoka hapo nikitupia macho gazeti e, Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika viongozi wasisitiza kasi usimamizi wa miradi na uwajibikaji, pia waahidi kufanyia kazi mafunzo waliopatiwa habari ukurasa wa pili. Serikali kuendelea kuzitafutia ufumbuzi changamoto za vijana Tanzania, nchi ya mfano wa amani mshikamano wa kijamii, Guterres anayasema hayo, Antonio huyo. SMZ kununua mizani kudhibiti uharibifu wa barabara, ni habari ambayo utaipata katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Serikali kuendelea kuzitafutia ufumbuzi changamoto za vijana. Habari hii imekwisha kuisoma naondoka hapo katika gazeti Zanzibar leo, upande wa habari za kitaifa na kimataifa, nikitupia macho gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili limeandika, UN yaisifu Tanzania kuwa mfano wa amani habari hii imetajwa katika ukurasa wa saba gazeti Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania. Serikali yapewa ushauri, uhuru kiuchumi, uchumi wazidi kuimarika. Habari nyingine inasema wakandarasi wanawake wajenga barabara ya bilioni arobaini na tano. Wakandarasi wanawake wajenga e, barabara ya bilioni 45. Wakandarasi wanawake wajenga barabara ya bilioni 45. Habari hiyo taipata katika gazeti Habari Leo Gwiji la Habari Tanzania. Habari nyingine inasema vijana wahimizwa uzalendo, biashara mtandaoni huku viongozi nane wasimamishwa fedha za miradi. Viongozi nane wasimamishwa fedha za miradi. Kamata nakala ya gazeti Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania, uweze kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha na kama siku kamata nakala basi, tembelea katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ambako habari hizi pia hupatikana huko. Tuangazie gazeti Uhuru, Ukweli Daima. Habari ilopamba gazeti Uhuru inasema Tanzania, rejea ya amani, UN hao. Eh, hospitali JKCI ilivyofanya mageuzi utoaji wa huduma ya moyo, habari ukurasa wa nane. Rais Samia wagusa wasomi utekelezaji ahadi. Eh, sawa. Waziri Ulega akoshwa mradi unaotekelezwa na wanawake. Habari nyingine inasema Dkt Nchimbi kuweka jiwe la msingi udizimbukoba. Simanzi mwili wa Jenista ukipokewa Songea. Eh, simanzi mwili wa Jenista ukipokewa Songea. Mvua kubwa ya bomoa nyumba zaidi ya mia mbili Kahama. Habari hii utaipata katika gazeti Uhuru Ukweli Daima na ondoka hapo, nikitupia macho gazeti Jamvi la Habari gazeti lako. Habari yake kuu inasema DAWASA yaongezea matumaini wananchi kupungua maji da DAWASA ya waongezea matumaini wananchi vyeti vya kuzaliwa kupatikana ndani ya saa 48. E, sefi aangukia pua dhidi ya zito, habari ambayo utaipata katika gazeti Jamvi la Habari gazeti lako. Gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza limekolezwa wino kwa wino mweusi, habari isemayo makandarasi wanawake waitika wito wa, wa rais Samia makandarasi wanawake e, waitika wito wa Rais Samia. Ulega akagua barabara ya Rwanda idiwili na kuridhishwa habari hii imetajwa zaidi katika ukurasa wa pili gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza, achilia mbali gazeti hilo, tuangazie gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Dr. Samia kukuza ustawi wa vijana uwekezaji ulishaanza kwenye elimu e, na nauka asema imeundwa wizara yao wanufaike, wakumbusha wao ni asilimia sitini na tano ya Watanzania wote. Daktari Samia kukuza ustawi wa vijana. TASAF awamu ya tatu mbioni kuanza. Watumishi wasimamishwa kazi kwa uzembe. E, Magereza watekeleza agizo la matumizi ya nishati safi ya kupikia. Habari hizi utazipata katika gazeti Tanzania leo e, sauti ya Tanzania. Sasa tuangazie gazeti Majira, gazeti huru huru la kila siku, linanipa uhuru pia wa kuliangazia habari zake. Zinasema Tanzania kielelezo cha amani kwa dunia, UN wanazungumza hayo. E, kwa mantiki ipi? Basi kamata nakala yako uweze kufahamu e, vigezo vipi vimeashiria kuwa Tanzania ni kielelezo cha amani kwa dunia eh, kielelezo cha amani kwa dunia licha ya madhila kadha wa kadha yaliyotukia hasa miezi hii ya mwishoni 2025, bila Rais Samia hili lisingewezekana. Ulega huyo, waziri mkuu anasema, wa Tanzania tunzeni akiba ya chakula. Tanzania yatoa wito madhubuti kulinda mazingira. Usugu wa dawa UTI mzigo mkubwa wa dunia. Chalamila ataka mkakati wa kukabiliana na uhaba wa maji. Habari hii utaipata katika gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Na ondoka hapo nikiangazia gazeti Dira ya Mtanzania hoja ya wote. Gazeti hili limeandika katibu mkuu UN anasema Tanzania ni nchi ya amani apokea ujumbe wa rais Samia, uliowasilishwa kwake na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kama ambavyo habari, picha hapa inaambatana na habari hii ikiwaonyesha ulega ya kosho na mradi wa barabara unaotekelezwa na wanawake, asema bila rais Samia hili lisingewezekana. Haya bwana, waziri mkuu ataka wananchi kutunza akiba ya chakula. Jenista Mhagama kuzikwa kesho Rwanda, Mbinga Habari iliyotajwa katika gazeti d Ram, Tanzania hoja ya wote gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge limeandika UN yahitaja Tanzania kielelezo cha amani duniani ulega koshwa mradi wa barabara unaojengwa na wakandarasi wanawake Dkt mwigulu awataka Watanzania kutunza chakula ni habari ambayo imeelezwa hapa na nauka anasema Rais Samia ameyapa kipaumbele masuala ya vijana Habari ukurasa wa pili gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge, kamata nakala yako uweze kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayoweza kukutatanisha. Sasa naondoka hapo nikiangazia gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. UN yaitaja Tanzania kielelezo cha amani, Rita kutoa vyeti vya kuzaliwa ndani ya saa 48 Jenista Mhagama kuzikwa kesho. Dkt Nchimbi kuweka jiwe la msingi UDSM. Kagera tahliso ya wahimiza vijana kudumisha amani nchini. Gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu, linaandika haya na mengine mengi. Gazeti hili linatamatisha sehemu yetu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, mtazamaji. Nikirejea hapa moja kwa moja, tutaangazia sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo. Jina langu ni Dorcas Daniel.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 0678813891. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Jina langu naitwa Dorcas Daniel. Kama ndio kwanza unaungana nami hivi sasa, karibu, tuangaze kwa pamoja. Kama tayari umekwisha kukamata nakala yako mkononi mwako, twende sambamba ama unafuatilia pengine kupitia mitandao ya kijamii basi twende sawa, na kama bado huna hayo yote, nitegie sikio lako na unitizame mubashara nikikuangazia magazetini leo asubuhi. Leo ikiwa leo ni tarehe 15 mwezi wa 12 2025, siku ya chai duniani. Hivi sasa ni saa moja dakika 40 kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa 12 dakika 40. Kwa kawaida magazetini leo inakujia mubashara kuanzia saa moja na dakika 30, yani saa moja na nusu asubuhi saa za Tanzania. Lakini kwa leo basi nilikuwa e, nimeuwahi wakati huo ili kumaliza e, kwa haraka kulingana na ratiba iliyoko mbele yetu. Tuanzie gazeti e, nipashe ukurasa wake wa mwisho upande yani wa habari za michezo na burudani. Gazeti hili limeandika, Yanga Sports Club yaweka rekodi kali tano, Yanga Sports Club yaweka rekodi kali tano. Ni rekodi zipi? Eh, ni baada ya kucheza michezo mitano tu ya ligi kuu bara, huku ikikusanya pointi. Haya, Roshine aivuruga Simba Sports Club, kulikoni? Kamata nakala yako. Alteta aonye Arsenal inavyosaka taji. E, sawa habari hiyo utaipata hapo katika gazeti Nipashe. Sasa za Spoti limeandika Yanga kama kazi Yanga kama kazi, mwenyekiti bodi ya ligi Zanzibar d e, dis ishirini Simba hatujatoka mbio za ubingwa Simba Yanga Azam Singida bs kunogesha mapinduzi cap Simba Yanga Azam Singida Black Stars kunogesha mapinduzi cap. Salah arejeshwa kikosini Liverpool, habari ambayo imeelezwa hapa. Fari eh, Joshua eh, wakubali kuzichapa 2026. Messi azua balaa India, kulikoni? Kamata nakala ya gazeti za spoti uweze kufahamu undani wa habari hiyo ya kimichezo na burudani. Wakati huo, gazeti hili pia likiandika, Salah arejea kwa kishindo Liverpool, habari ya ukurasa 19. Eh, kimewaka bei tiketi kombe la dunia za zua mjadala, bei tiketi kombe la dunia za zua eh, mjadala. Fari, Joshua wakubali kuzichapa 2026, habari iliyotajwa katika gazeti za spoti unaweza kupata nakala hiyo ukaangazia habari hizo kwa undani. Gazeti Zanzibar Leo michezoni zimamoto yaishusha kileleni kvz ligi kuu soka wanawake zanzibar kuanza Januari 15. E, Saha ataka Welbeck asajiliwe Man United, habari ambayo imeelezwa katika gazeti Zanzibar Leo michezoni. Unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Sasa tuangazie gazeti habari Leo, gwiji la habari Tanzania. E, ukurasa wake wa mwisho upande wa habari za kimichezo na burudani, gazeti hili limeandika stars yampa matumaini Gamondi; Yanga, Mazembe wamlilia ushindi; Dula Makabila mshukuru majizo; Bunda Tausi Queens za pokwa pointi, habari ambayo utaipata hapa. E, Manara taka nyota wa zamani kuthaminiwa Ukurasa 23 gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania linaeleza Uhuru ukweli daima, kurasa wake wa mwisho wa michezoni hapa, limeandika stars yapewa njia kutoboa Afcon 2025, si ni kundi ililopangwa taifa stars katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika yaani Afcon 2025, mtibu wa kusajili striker wa kigeni Azam Football Club kuanza tizi Disemba 23, eh. Vilevile gazeti hili limeandika ni safari ya mabilioni ya fedha Afcon 2025, eh, AC Milan ya bano Italia, habari hii utaipata katika gazeti hili eh. Hapatoshi masumbwi Boxing Day, habari iliyotajwa vilevile katika eh, gazeti Uhuru, ukweli daima, jamvi la habari sport limeandika awesu awesu kuibukia Mbeya City Alteta aweka mtego wa striker Arsenal. eh, ee, habari hii tutaipata hapa. Naondoka hapo nikiangazia taifa Tanzania, uzalendo kwanza, michezoni. Engineer Harris Said atabiriwa makubwa ndani ya FIFA pamoja na CAF. Mwigizaji wa filamu John Cena e, astaafu mieleka. Mwigizaji wa filamu John Cena astaafu mieleka. Eh, tundamane ashtushwa utitiri wa viongozi ndani ya Simba Sports Club. Lionel Messi awekewa mashabiki awakera, kumradhi, Lionel Messi awakera mashabiki atupiwa viti. Kamerun, taifa moja lina timu mbili za taifa namna gani? Kamerun, taifa moja lina timu mbili za taifa. kama tenekele yako ya gazeti Taifa Tanzania eh, michezoni hapa uweze kufahamu habari hiyo kwa kina, matembelea huko kurasa za mitandao ya kijamii ambako unaweza pia kupata habari hizo. Tanzania leo michezoni, mwalimu aongeza nguvu Taifa Stars, mwalimu aongeza ngu, uh, nguvu Taifa Stars. Yanga uh, sports Club kufumua kikosi dirisha dogo. Kipa aomba kuondoka Simba Sports, kulikoni? Kipa aomba kuondoka, uh, Simba uh, Sports Kulikoni. <laughs> Matola bwana, unaambiwa, Matola awagawa viongozi na mashabiki Simba Sports Club. Matola awagawa viongozi pamoja na mashabiki Simba Sports Club bwana e, Simba, Simba nyinyi mnasemaje? Hatu, hatuhofi kucheza na yeyote Mapinduzi Cup. Haya bwana, pele huyo alteta wajie juu mabeki as, e, Aseno, habari imetajwa katika gazeti Tanzania Leo. Unaweza kujipatia nakala yako mara moja kupata habari kwa kina. Sasa niangazie gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kambi ya Taifa Stars yazidi kunoga huko Misri. Eh, Mapro wamiminika Gamondi, wachezaji morali, hali unaambiwa iko juu kweli kweli. Haya, Chisakadi aing'ata sikio timu ya taifa ya Kongo, habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira. Eh, wanamichezo mnaweza mkaendelea kuzitafuta e, habari hizo kwa kina kuzifahamu zaidi. Dira ya Mtanzania michezoni, sopu ikosa Afcon, Gomez aitwa Stars. E, sopu aikosa Afcon, Gomez aitwa Stars. Simba okelo swala la muda, tunaambiwa haya. <laughs> bwana Simba chals huwa ana mkataba Kamerun, wajichanganya kikosini Afcon, habari ambayo imetajwa katika gazeti Drem Tanzania, hoja ya wote michezoni, wa matchinga sporti eh, limeandika Simba Sports Club TRA United kukamilisha dili la Chasambi. Nitalipa fadhila kwa uongozi wa Yanga yao huyo eh, yao Kwasi Atola anasema nitalipa fadhila kwa uongozi wa Yanga. CWT tunahimiza michezo mashuleni. Misalaba huyo, e, Benge ajipanga kurudi kivingine ligi kuu. Sasa gazeti Uelekeo limeandika huwa bado nipo nipo, Msimbazi akanusha uvumi kwamba hana furaha. Stars yashinda mechi ya kirafiki. John Cena astaafu mieleka. Simba Yanga kunogesha mapinduzi Haya, utayapata katika gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, ukurasa wake wa mwisho. Na sasa tuangazie e, gazeti la kimichezo na burudani, gazeti pekee kwa ajili ya habari hizo ni gazeti Mwanaspoti na si lingine. Habari kubwa inasema, mzize atibua hesabu Yanga, Pedro atoa msimamo, mabosi waingia sokoni. Mzize atibua hesabu Yanga, Pedro atoa msimamo, mabosi waingia sokoni. Haya bwana, waarabu watia mkono Simba Sports Club. Habari hiyo utaipata vile, vile. Hapa Hamisa anika ishu ya e, mimba. Kwa mujibu wa gazeti Mwanaspoti, ATM Celine, e, Celine Dion anazeeka na pesa zake bwana an <laughs> e, unaambiwa Celine Dion anazeeka na pesa zake ATM inasoma kweli kweli. Haya bwana, Mwanaspoti linaeleza haya na mengine mengi kwa kina, lakini vile vile linatuhitimishia sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za kimichezo na burudani. Kadhalika linatuhitimishia magazetini leo kwa ujumla. Mtazamaji, asante kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati ya magazetini leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double D. Katika kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, upande wa mitambo ya mwenzangu ni freedom Richard. Endelea kuwa mdau wetu ifikapo saa mbili kamili asubuhi ya leo, kipindi cha South Coast Sports kitakuwa hewani. Nikutakie Jumatatu tulivu